Naitwa Joshua Justin na hii ni Kimswahili karibu umetoka uchagani umetumwa pesa eh? umetoka Kigoma umetoka mikoa ya mbali yana umekuja mjini kutafuta pesa wakati mwingine unatafutia pesa huko huko makwenu kuna lugha fulani huwa inaongelewa kwa mkazo kweli, yani kwamba, nimetumwa pesa. Unatafuta pesa kwa hali na mali, unatumia kila aina, kila kila sarakasi upate pesa. Wewe ni mtoto wa mjini, wewe ni mpambanaji mwamba unatafuta pesa za kutatua matatizo uliojisababishia mwenyewe. Unatafuta pesa, unachukua wake za watu. Unatafuta pesa, unatembea na wanafunzi, unatembea na wake za watu. Kuna mtu mmoja nilimuona mahali, kuna neno moja nimeliona mahali, kama sikusikia basi nilisoma mahali linasema kwamba unaweza ukafikiri wewe unapambana sana, yani kumbe wakati mwingine umechanganyikiwa. Imajini, unatumia kila sarakasi kutafuta pesa, alafu pesa zenyewe ni za kutatua matatizo uliyonayo, kwa sababu jamii nyingi tunaamini tukiwa na pesa ama moyo huwa na amani ndio sababu tunatafuta pesa kwa nguvu, lakini unachukua wake za watu. Wakati mwingine panahitaji utulivu sana wa akili yako. Ndio maana huwa anapenda kusema kwamba kupata pesa, kupata mafanikio makubwa, sio kujipata. Kujipata ni kugundua wewe ni nani, umeku umeletwa duniani ili iweje wewe ni nani? Huwa anapenda sana neno hili kujiuliza. Wewe ni nani? Ya yeah, naitwa Joshua Justin na hii ni Kimswahili karibu. Usisahau ku subscribe dondosha comment. Tujue ulichopenda ni kipi. Lakini pia usisahau kushare